Hivi filmasoni wanapatikana wapi? mi wa kukaa mwezi mzima, sijashika elfu ishirini mimi hizi ah, zalau izi zala, filmasoni wanapatikana wapi jamani? <laughs> yaani mara pap, pap, pap, pap, filmason wameniita, alafu ah, <laughs> itanipa masharti ni mte mke wangu

Mi hata nyoka naweza kalala naye. Mimi nyoka nalala naye tena vizuri tu. Mi naogopa kulala na nyoka? Nyoka si kama mnyama wengine bwana. Watu wanalala na paka ndani, sembuse nyoka jamani. Hivi mi elfu ishirini mwezi mzima. <laughs>